Sehemu ya sita. Ramla aliamka asubuhi hiyo akiwa na wasiwasi mkubwa. Mazungumzo ya jana usiku kati yake na Anuari alimwacha na maswali zaidi kuliko majibu. Siri ambazo Anuari alieleza zilimfanya ajihisi kama alikuwa katikati ya mchezo wa hatari ambao hakuchagua kuingia. Siku hiyo aliamua kutumia muda wake mwingi nyumbani akijaribu kuelewa kinachoendelea lakini mawazo yake yalikatizwa na mlango wake kugongwa ghafla. Aliposogea kufungua alikuta neema akitabasamu kama kawaida, lakini tabasamu hilo lilikuwa na maana iliyojificha. Ramla, tumekuwa marafiki sasa, lakini nimegundua kwamba huna muda wa kuzungumza nami. Labda tunaweza kuchukua kahawa pamoja leo, neema alisema kwa sauti ya kujishaua Ramla alisita kidogo, lakini akakubali, akihisi huenda hii ilikuwa nafasi ya kujifunza zaidi kuhusu watu walio karibu naye. Wakiwa kwenye duka la kahawa, Neema alianza mazungumzo. Najua unajua kwamba Anuari ni mgeni kwenye mtaa huu, lakini hujawahi kujiuliza kwa nini alihamia hapa ghafla? Aliuliza kwa sauti ya kupenyeza. Ramla alimtizama Neema kwa mshangao. Kwa nini unadhani kuna kitu cha kushangaza kuhusu kuhamia kwake? aliuliza kwa sauti ya utulivu. Nasema tu kwa sababu kuna watu ambao wanamtafuta. Niliona baadhi yao wakimfuatilia kwenye mkutano tuliofanya juzi, alisema Neema kwa msisitizo. Maneno hayo yalimchanganya Ramla zaidi lakini alijaribu kuficha wasiwasi wake. Labda ana sababu zake za binafsi. Si vizuri kuhukumu bila kujua ukweli, alijibu. Mazungumzo ya Sanaa na Ramla. Usiku ulipoadia, Ramla alipiga simu kwa rafiki yake Sanaa. Sanaa kuna kitu siwezi kuelewa, kila mtu anaonekana kuwa na maoni tofauti kuhusu Anwari, lakini hakuna anayetoa ukweli wa moja kwa moja, alisema kwa wasiwasi. Huu ndio ukweli wa maisha, Ramla. Mara nyingi watu wanaweza kutumia udhaifu wa mtu kumwangamiza, lakini lazima uwe makini, hasa kama unahisi hisia za karibu nayo, Sanaa alijibu kwa sauti ya tahadhari. Maneno ya Sanaa yaliongeza uzito wa mawazo ya Ramla, lakini pia yalizidisha hamu yake ya kumwelewa Anuari vizuri zaidi. Siku iliyofuata, Ramla aliamua kumtembelea Anuari ili kumweleza yote aliyoyasikia kutoka kwa Neema pamoja na Sanamu. Lakini alipofika alikuta mlango wa nyumba yake ukiwa wazi kidogo. Aliposogea ndani alishtuka kuona Neema akiwa ameketi karibu sana na Anuari na wakionekana kwamba walikuwa kwenye mazungumzo ya karibu sana. Uh, Ramla, karibu hatujakutarajia leo, alisema Anuari huku akisimama haraka, uso wake ukiwa na mchanganyiko wa mshangao na hofu. Ramla alihisi moyo wake kuchanganyikiwa na wivu. Naona una wageni, labda nitakuja wakati mwingine, alisema kwa sauti yenye ukali kidogo, kabla ya kugeuka na kutoka. Anuari alimfuata haraka nje akamkamata mkono. Ramla, subiri, si kama unavyofikiria. Neema alikuja bila taarifa na nilikuwa nikijaribu tu kumwelezea kwamba sipendi fujo, alisema kwa dhati. Ramla, Alimtizama macho yake akiwa yamejaa machungu na shaka. Anwari, siwezi kuendelea kuwa katikati ya mchezo huu, kama kuna kitu unataka kuniambia niambie sasa, alisema kwa sauti ya msisitizo. Anwari alishusha pumzi ndefu, akimtizama Ramla kwa macho makini sana. Nitaeleza kila kitu, lakini tafadhali usinihukumu mpaka unielewe. sitaki kukupoteza, Ramla alisema kwa sauti ya chini, lakini yenye hisia nzito. Mwisho wa sehemu ya sita. Je, Anuari ataweza kueleza kila kitu kwa mra kwa Ramla na Neema? Ana mpango gani dhidi yao? Wivu na hatari zinaanza kuchukua nafasi kubwa kwenye uhusiano wao.